Kwenye dunia ya leo wanaume tunapitia vitu vikubwa sana, yani tunapitia mambo makubwa sana kwenye utafutaji wetu <coughs> yani, utakuta mama anahitaji pesa, mchumba anajali pesa, wewe unahitaji pesa, hapo ndipo utakapokuta akili inaanza kuchanganyikiwa. Maana unaanza kujifikiria, kipato changu kwa siku shilingi elfu saba, mama anahitaji pesa, mpenzi anahitaji pesa, na mimi mwenyewe nahitaji pesa vile vile ili kuendeleza ile gurudumu. Kwa sababu utajiuliza, kati ya mama na mpenzi, nani ambaye utaanza kumtumia eh? Jibu liko hapo chini. Naomba jibu kwenye komenti, nahitaji jibu kwenye komenti kwa wale wapambanaji. Lakini ukijoe ok, sio mpambanaji, unaweza kupita bila kulaiki wala kukomenti. Asanteni.